Jambo la kwanza kabisa ambalo napenda sana kulitanguliza tumshukuruni sana Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii tuliyokuwa nayo ya afya, kwa neema hii tuliyokuwa nayo ya uhai, kwa sababu kuna watu wengi wanatamani sana tuwapate afya ambayo tuko nayo. Kuna watu wengi wanatamani, wapo kaburini, lakini wanatamani wa

Ni jambo la kawaida, wameifanya ile michezo kwa kuipa majina mazuri kabisa, ambayo jamii ya leo tumechukulia ile michezo ni kitu kipo, ni kitu ambacho hakina shaka, ni kitu ambacho mtu yoyote anaweza kufanya. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala

Kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaharamisha kitu chochote. Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatuamrisha kitu chochote. Isipokuwa iko kitu kitakuwa imma kina madhara kwetu sisi kwa sababu ya kuharamisha lakini pia kinaweza kuwa na manufaa kwetu sisi kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kitu hicho. Na kwanza kabisa kumbe Allah tabaraka wa Ta'ala katika maamrisho ya yake yote ya hakuna kitu ambacho kinarudi manufaa kwake yeye, isipokuwa kila kitu ambacho Allah subhanahu wa taala ametuamrisha manufaa yake yanakuwa ni kwetu sisi wenyewe. Kwa kuiweka wazi hilo, ndugu zangu Waislamu, leo hii

Kabla hatujaenda katika kuichambua hiyo kamari yenyewe, hiyo michezo ambayo leo imekuwa ni ya kawaida, Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani yake tukufu anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi watu ambao mshaniamini nini, enyi watu ambao mmekubali hali ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo

akatuambia hakika hakika, enyi muliwa nini, si vinginevyo, hakika ya pombe walmaisiru na kamari. Akitueleza hivi vitu vingine kutokana na kubana kwa muda, lakini Allah anaweza kabisa katika kuieleza kamari, akaleza neno maisiru, akaleta kalima ambalo waarabu mara nyingi wakilitumia basi waga wanatumia katika kitu ambacho waga ni jepesi sana mtu kukipata. Allah akasema hakika ya pombe na kamari, akatumia neno aisak, neno ambalo linamaanisha kwamba watu kwa jicho la kawaida wanaona ni jambo la kawaida sana kupata, lakini ndani yake ukitazama, hiyo kamari da unakabougatuigudi. Ndani yake kuna umbali sana wa mtu kufanikisha kupata hicho ambacho anachokichukua kwa ufaniziwa wazi. Ndugu zangu Waislamu, leo hii jamii zetu zimefikia, kama si mimi basi ni wewe, na kama sio wewe basi mtu wako wa karibu au mtu wangu wa karibu, inafikia sehemu, anaenda katika miangaito yake ya kutafuta riziki lakini mahesabu yake ya kwanza kabisa anasema, nitakapopata tu kile ambacho nitaweza kulisha familia yangu, nitaenda sehemu fulani ni kabeti, ili nizidi zaidi ya hapa, ili nipate pesa iliyokuwa ya juu niweze kukimu mambo yangu. Angalia ndugu zangu Waislamu, taathira ambayo Allah subhanahu wa taala ameieleza katika Kurani ambayo inakuja kubainika wazi wazi kabisa, jambo la kwanza kabisa ulali ala lkimari, tukitazama kiundani tunakuja kuona kumbe hii michezo ya kamari ambayo tumeletewa na tukaifanya kuwa ndiyo maisha yangu, kama sio wewe au mimi, kumbe hiyo aliyo michezo, jambo la kwanza kabisa, inahofisha akili zetu katika kujipambania katika maisha yetu, kwa sababu ndugu zangu Waislamu, asilimia tisini ya watu ambao wanacheza michezo ya kubahatisha asilimia tisini ambayo leo hii inatambulikwa sana hiyo michezo, watu wanaoingia katika kuingia wale walioko Waislamu, tunajua kabisa asilimia tisini tunapoteza mali zetu, tunapoteza pesa zetu katika hiyo michezo. Leo hii unaweza kuona Dar es Salaam nzima hii watu ambao wamebeti kwa siku moja, kama watabeti watu wa elfu ishirini basi hahata hata mtu mmoja ambaye amepata na haya yapo wazi au katika watu laki moja ambao wamecheza katika siku moja basi unaweza kukuta wakapata watu wawili tu tena wachopata chenyewe kama mtu aliweka elfu kumi basi ikapata elfu ishirini na tatu wallahi fihi humulu l aqli jambo la kwanza kabisa ndugu zangu waislamu katika hii michezo ya kamari ambayo leo katika jamii zetu imekuwa ni ya kawaida, inatudhoofisha sana kiakili. Na Allah subhanahu wa ta'ala kashathibitisha katika Qur'ani, akasema rijisun, ni uchafu hiyo michezo, min amali shaitani, ni katika michezo ambayo shaitani yeye ndo anakipaumbele katika kuarubuni watu katika kuingia hiyo michezo. Ndugu zangu Waislamu, mtu yoyote ambaye kashaingia katika michezo hii basi taatharati qalbuhu wa aswad qalbuhu ala dhalika llaibi. Ipo wazi kabisa, mtu ambaye anaingia katika michezo ya kubeti, mwislamu yoyote ambaye tayari kashajithibitisha katika michezo hii, jambo la kwanza kabisa, moyo wake unaingia sugu, ataliwa kesho leo na siku zote ndani ya mwaka mzima asipati hata shilingi moja, lakini bado ataendelea kikucheza. yuamiru yaumamrasa ya, yu ya, ya jibudzalikaila lukafari. Anataraji siku yoyote atakuja kupata, lakini mpaka anaondoka katika ulimwengu wa ardhi, anasikia tu wenzake wanapata, anasikia tu wenzake wanapata, lakini yeye hata shilingi moja hajapata kwa kupata. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza kabisa linatuathiri sana, linatutua sana katika msimamo ambao Allah subhanahu wa taala ametutaka sisi tuumoke. Lakini si hivyo tu, katika aya hii Allah subhanahu wataala anapotukataza kucheza michezo ya kamari, michezo ya kubahatisha ambayo ina majina mazuri siku ya leo, Allah subhanahu wataala anatuthibitishia Diwakti wa tarki nas ni nini zimasi i umurillah ndani yake kuna watu kupata udhaifu wa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, vile inavyopasa watu wa mwelekeo. Ukiwa na mtoto, ukiwa na ndugu yako, au ikiwa wewe mwenyewe tayari moyo wako umeathirika katika hii michezo ya kubeti, basi wallahi, jitunguze utakuja kujipata kwamba wewe ndiyo mtu wa kwanza ambaye muda mwingi wako katika maisha ya dunia unapoteza katika mchezo wa kubeti. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa taala hajapotaka kutukataza juu ya jambo lolote isipokuwa ilo jambo lina madhara sana kwetu sisi. Leo hii, ndugu zangu Waislamu, katika hiyo michezo akulu amwali nasi bilbatili wakad naha llahu wa an dhalik, siyo kubeti tu kule tunakotambua la bali hatakuwekeana watu katika michezo yoyote ambayo wanaifanya ambayo Allah subhanahu wa taala kashaithibitisha ni katika kamari, ni katika michezo ambayo haifai. Basi hiyo michezo wallahi, ukiichunguza ndani yake ina taathira sana. Taathira yenyewe inatoka tu, sio tu katika kupoteza manufaa yako kwa Allah subhanahu wataala, mpaka familia yako ambayo inayokutegemea bado utaipata kwamba tayari unaidhurumu haki zake. Mtu leo hii anapata kidogo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anamruzuku ili akalishe familia yake. Tambua kwamba kile unachokipata, kama una familia, basi sio kwamba Allah akakupa hicho kwa ajili yako wewe tu, la bali, Allah Subhanahu wa Ta'ala kakupa kwa sababu kuna watu wanakutazama na watu hawawezi kula isipokuwa ikupitie katika mikono yako. Sasa unapochukua ile pesa ukaenda kubeti kisha ukaliwa familia inakutazama wanakaajaa tayari ushawadhulumu. Tabua ndugu zangu Waislamu, athari sio kwako tu, mpaka familia ambayo inakutazama tayari kushaitia katika jambo hilo. Tuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe katika hii michezo michafu kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Tuombeni Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wallahu tabaarak wa ta'ala asanal

namna gani leo hii jamii ilikuathirika sana na michezo ya kubeti na michezo ya kubahatisha, michezo ambayo leo hii na majina mazuri kabisa, majina ambayo ukiyatazama kiundani, ndani yake kuna kuondosha nguvu kazi ya jamii, kwa sababu leo hii yatakikana sana tuhadharishane, kwa sababu inatuathiri sana. Itafikia sehemu maisha ya baadaye watoto zetu watakaokuja baadaye watatoka kabisa katika mstari ambao Allah tabaraka wa taala anamtaka, kwa sababu sisi wenyewe wa sasa hivi tumechukua kuwa ni jambo la kawaida kabisa, tumechukua kwamba ni jambo ambalo liko tu, tumechukua ni jambo ambalo halina taathira yoyote kwetu sisi. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala yaqul ya, ya yuhaladina amanu u anfusakum wa ahlikum nara Allah natuambia enyi watu ambao mlio wa amini, kila mmoja atahadhari sana na moto ambao Allah subhanahu wa taala ameuadaa, lakini pia amtahadharisha yule ambaye aliyekuwa karibu yake ili aweze kujitenga na moto ambao Allah subhanahu wa taala ameuadaa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala, akasha kukataza michezo hii. Kila mchezo ambao unauona ndani yake kuna kudhulumu mali ya mtu hati basi na haki basi, kuwa na mbali kwa sababu taathira yake haipo tu katika kupoteza pesa la bali, itatengeneza hata uvujikaji wa amani, amani ambayo ndiyo msingi mkubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka ili watu tuweze kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala vile ipasavyo. Tumombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao tunajitahadharisha na michezo hii. Tumombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie, tutaposikia tumichezo ya aina hii, basi nyoyo zetu zilipuke kwa kuogopa na kujitenga nayo kabisa. Innallaha wamalaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima